Naitwa Miki Ernest Mloli ni mkazi wa Kigamboni. hmm. Mimi bwana, ni kiongozi wa Simba na ni mshabiki wa Simba kindakindake na ni mwanachama. Unazungumziaje mchezo huu wa leo? Mchezo wa leo mimi kwa kweli napenda sana mchezo, umeenda kistaarabu hmm. Ila anasema kwetu, hata tukiangalia kwa mashabiki, hata tukichukua video hmm. yani refali anapofunga fundo, maana sisi hata marefu wa afkoni au chani Tanzania tunao wachache mm. sana kwa sababu wana mahaba na timu. Mapungufu ni makubwa sana mm. Elimu anayo, sheria no anazo, lakini mahaba yale ya kwamba hapana, hapa ni kanyage, hapa niweke namba mbili namba tatu ili niondoke mbele do n ilo ndo, ndo tutaangusha sisi. Hawana weledi wa sheria na elimu waliosomea. Nachoomba na TFF, la kwanza naanza na hilo mm. Waangalie marefu ambao wanavurunda kwenye mechi zao, alafu unamshusha leo, mechi mbili tatu, unampiga faini, alafu tena akimaza adhabu unamweka hapa neva. Mshushe chini kabisa, aaje aende, la pili akianze upya. La pili alafu apande, apewe vigezo ili aje wapi, aje juu, akolfai Sina nilewa yani, o no, mitiani ya dunia nzima ndo ilivyo huja mm. fanikiwa kule kikule, kule mwingine tunamchukua chini tunamleta hapa. Tuna la kwanza hilo, la pili kwamba TFF isiangalie Simba na Yanga tu kwe mm -hmm. maamuzi, yes. Simba kakosea mpea adhabu yake, Yanga kakosea mpea adhabu yake ah. oh. ili na Mungu na Tabora, sina nani akija, wote ni uleule ule tu Sawa, mechi jao ni dhidi ya mtani hey, ya Africans, mechi ambayo ni kubwa, mechi ambayo inakwenda kuamua nani atakuwa bingwa wa Tanzania bara, si unaionaje kwa kuna Simba hey, mimi kwa kweli <laughs> kitu kwa kitukamoja unajua hmm. mpilatu umeingia siasa nasema na, na, na kabisa ukweli, hata ukimwambia mtu yote, hata tukitoa speech za zingine mechi zingine, tutoka tuete video hapa, utaona kwamba kuna vitu ambavyo sio, kote. Lakini tusifukue makaburi. Naomba TFF kwanza, sasa hivi wajipange, mechi inakuja. Kwanza kuna siku moja mimi nimetoa maoni yangu ya TFF kwa kamati pale, nikasema kwani tuselete kocha kutoka refu, kutoka South au Rwanda, hata au, au, au, hata Misri Aje achezeshe dabi hapa, uangalie, mtu atapanga matokeo? Mm, never. Lakini mtu anasikia hapa ninatoka huko, linaondoka yeah, yes, of course. Yani yeah, inakuwa ni simple sana yani, kwamba haiwezekani. Si mtoto mjomba wangu, si mtoto wa shangazi, awezi kupanga matokeo hayo, hana mahaba timu yote. Mm, lakini Tanzania bwana, kuna moja mbili tatu bwana, si shangazi kwa mjomba, wanajua wenyewe sasa. Hicho kinatuangusha, tusiweke mpira kwa siasa naongea hapa hata kama mama Samia anasikiza hapa, hata kiniona mimi nachoongea mimi hapa asikize, yaani kauli yangu naosema mimi hapa kweli, achukulie hili navyosema mimi kama mdau, si ndio? Ndio. ili afanye kazi tu, tuache mambo ya siasa. Siasa inatupeleka mbali. Sasa hivi hapa tuna, tuna mashindano ya Afcon chani tunaanza chani, chani mwezi ujao tukivurunde chani na, maana tayari Afkoni hatuwezi kuandaa tena utalii, tuta, tuta, tutapogonywa watu wengine kule, ilikuwa mwezi wa kwanza tumepewa muda uone mapenzi na wote kwa sababu ya mama anatangaza utalii na nini na mama, kwa sababu mama siku zote ni mama kuliko baba, sio? ni naomba kama lakini kapewa mama nafusa, waambia, wa, wa, manzevi, wa, anje, na fursa waambie hao hao amanze viwanja hivi na hivi na hivi lakini hawa watu wake wa chini ndio wanamwangusha. Ila naomba angalizo hapa, mama ulipo hapo, kama unanisikiza hata kwa naomba video yangu mimi na kwa chonde chonde, watoto siku zote mtoto akikosea, piga fimbo, piga fimbo bwana nataka afanye, nyosha mstari Aa, iendelee sasa. Ilo namalizia tarehe 25 kama tarehe 25. Dabi kama dabi, hmm, haina mwenyewe, ila naomba tu refarii anayechezesha mchezo wa refarii wananii wa mechi ya dabi, Mungu amjalie, na mi namuombea asimame kwenye redi, asimwangalie Simba wala Yanga.